Yes, shalom, shalom, nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na napenda nikukaribishe tena katika Afya na Injili Online TV ambao tunakuletea elimu juu ya afya ya mama pamoja na mtoto, lakini pia tunakuletea mafundisho, mahubiri mbalimbali kuhusiana Biblia ili uweze kutembea vyema katika safari yako ya wokovu. Basi majina yangu naitwa Pastor Dietrick Ndalahwa kutoka Maranatha Faith Assemblies Of Tanzania kwa sasa nikiwa hapa Iringa, ambapo nafanya internship yangu katika hospitali ya rufaa ya Iringa. Basi nipende kukaribisha wewe katika kipindi chetu cha mafundisho ya Biblia wiki hii, ambao somo letu kama unavyoliona hapo kwenye skrini yetu linasema faida za kumuelewa Mungu ambaye tunatembea naye, the the benefits of understanding the God we are walking with. Uh, kama Wakristo ziko faida nyingi ambazo tunakuwa tunazipata katika maisha yetu ya wokovu pale tunapokuwa tumeweza kumwelewa Mungu tunayetembea naye ni wa namna gani. Kwao, Wakristo wengi wamekuwa wakitembea na Mungu wasiyemjua ni wa namna gani, hata katika raha zao, hasa katika changamoto zao, imeonekana wanakuwa wanapata ukakasi na tabu na shida na kukata tamaa na hofu na vilio na kuanguka pengine na kushindwa kitu ambacho wangekuwa wameshinda, kwa sababu hawajaelewa tabia za Mungu ambaye wanatembea naye ni za namna gani? Basi, kabla tujaenda kuanza kipindi cha wiki hii tutakwenda kuomba ili Mungu atuongoze. Asante, usiache ku-like, usiache ku-subscribe ili uweze kupata updates za kila wiki za vipindi vyetu vya mahubiri pamoja na elimu juu ya afya ya mama na mtoto. Asante. Mungu Baba, tunakushukuru, Ebeneza, kwa sababu wewe ni mkuu na ni mwema. Hey, Mungu Baba, tunasema asante kwa kila jambo ambalo unatenda kubwa ndani ya maisha yetu Ebeneza ulisema wakapo wawili watatu wakijadili maneno yako, nawe Mungu Baba unakuwa katikati yao. Nawe Mungu Baba tunaita uwepo wako tunapokwenda kujadili manufaa na faida za kukuelewa Mungu katika maisha yetu ya Ukristo. E Mungu Baba, nitangulie, nitumie kama chombo. Simama na dada yule, simama na kaka yule, simama na mtoto yule, simama na kijana yule ambaye anakwenda kusikiliza mafundisho haya. E Mungu, mafundisho haya yakapanua ufahamu na yakawa ya faida katika maisha yetu ya Kristo. Asante Baba kwa sababu tunajua utatenda mema, utatenda makubwa kuliko haya ambayo tumeyaomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Basi mpendwa, tuendelee sasa na somo letu kama ambavyo tulikuwa tume e, nimekupa utangulizi. Kwa hiyo somo letu kifungu kikuu ambacho tunakwenda kukitumia ni Hesabu ile sura ya kumi na tatu Tutatumia um, vifungu tutarukaruka, e, mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu tutasoma mstari wa kumi na saba mpaka wa ishirini kisha tutasoma mstari wa ishirini na tano mpaka mstari wa thelathini na tatu Hapa tunaongelea habari za wale wapelelezi kumi na mbili ambao Musa aliwatuma kwenda kupeleleza ile nchi ya Kanani, lakini kati ya wale kumi na mbili tunaona kwamba kumi kati yao wanarudi na majibu ambayo yalikuwa ni mabaya yalikuwa yanakatisha tamaa ambayo kwa kusema ni kwamba wale kumi ni kama walishindwa kumwelewa yule Mungu ambaye walikuwa wanatembea naye toka Misri mpaka hapo alipofika, basi alikuwa ni Mungu mwenye uwezo na viwango vya namna gani. Lakini tunaona hapa vijana wawili Kalebu pamoja na Yoshua wanakuja na taarifa tofauti na wale kumi, kwa sababu inaonekana vijana hawa katika hii safari ambayo walikuwa wametembea na Mungu basi walikuwa wameweza kuwa na uwezo wa angalau wa kuelewa sifa na nguvu ambazo alikuwa nazo Mungu wao. Basi tunapokuwa na mahusiano na Mungu, ina maana tunaishi na kutembea na Mungu katika safari ya wokovu wetu. Biblia inasema kwamba Mungu aliweka agano na wana wa Israeli kuwa Mungu wao na wao kuwa watu wake katika mlima Sinai. Lakini pia tunaona kwamba Mungu aliweka agano na Abrahamu mtumishi wake kwamba watu wake watakaa utumwani miaka mia nne lakini baada ya hapo atawaokoa na tunaona pia kwamba toka Misri walipoianza hii safari Mungu ndiye aliyowaambia watoke Misri awapeleke nchi ya Kanani. Kwa hiyo Mungu ndo anawaanzishia hii safari, kama sisi wa Kristo ambavyo mara nyingi kuna mambo mbalimbali mazuri ambayo Mungu anayanzisha ndani ya maisha yetu lakini pale tunapokuwa tumeanza kukutana na vikwazo mbalimbali wengi, tumeonekana kumsahau yule Mungu aliyekuwa ametubeba, yule Mungu aliyetufungulia njia, yule Mungu ambaye ameonekana kutupa majibu nyakati mbalimbali za maisha yetu ambazo tuliweza kupita. Tunaanza kuona tatizo kuwa kubwa kuliko Mungu ambaye tunatembea naye. Hivyo hivyo wana wa Israeli, Mungu alitembea nao mchana kama wingu na usiku tunafahamu. Kabisa, kulingana na maandiko ya Biblia, kwamba Mungu alikuwa akiwaongozwa kwa kutumia wingu la moto akiwasaidia kupita katika kila kikwazo njiani kwa miujiza mikubwa. Kwa mfano alipasua bahari ya Shamu, kwa mfano yale mapigo kumi aliyoyatenda, kwa mfano aliwapa maji kwa kugonga mwamba, kwa mfano aliachilia mana, akaachilia kuku, akaachilia nyama na mambo mengi kama hayo. Kwao wana wa Israel walikuwa wameuona ukuu wa Mungu kwa viwango vikubwa sana lakini, tunafika katika hichi kifungu, tunaona kwamba kuna wale kumi ambao walikuwa ni vichwa kulingana na Biblia, kwamba walikuwa ni watu waliofaa, watu waliokuwa onekana ni viongozi kutoka kila kabila, wanaonekana kuona shida imekuwa kubwa zaidi kuliko Mungu waliokuwa wametembea naye. Kwao tunaona kwamba walipokutana na vikwazo hawa wana wa Israeli walionekana kabisa kusahau kwamba Mungu aliyetembea naye alikuwa ni nani. Kwa hiyo tunafahamu kabisa kwamba katika Agano la Kale tunapoona taifa la Israel tuna linakuwa linalifaa katika kanisa katika wakati huu kwa kusema Israeli unamaanisha kanisa la sasa hivi. Kwa hivyo hivyo katika kanisa ambao, tukisema kanisa, kumbuka kanisa sio jengo, kanisa ni mwili wa Kristo ambao ni mimi pamoja na wewe, kwamba kila nyakati ambapo tunakutana na changamoto, tunakutana na vikwazo, tunakutana na shida na matatizo, tunaonekana kabisa kwamba tunasahau kabisa Mungu ambaye tunatembea naye ana viwango vikubwa au Mungu ni mkubwa wa kiasi gani na anaweza akatenda mambo makubwa kiasi gani tuna angalia shida ambazo tumekutana nazo, tunaangalia vikwazo ambavyo tumekutana navyo, matokeo yake tunakuwa tunaona shida inatuzidi nguvu na kutuangusha katika eneo ambalo pengine tungeliweza kushinda. Kwa hiyo leo hii mimi Pastor Dietrick nipo hapa kukupa faida angalau tano za kumfahamu Mungu katika maisha yako ya Ukristo, kwa sababu huwezi ukatembea na mtu ambaye humfahamu. Kwa hiyo tukisoma kulingana na hichi kifungu, lazima kuna mambo matatu muhimu ambayo inabidi tuyaelewe hapa. Namba moja ni kwamba Mungu ndiye aliyekuwa amewaagiza kwenda kupeleleza ile nchi ambayo tayari alikuwa alishawapa. Kwa ufupi, tayari alishawapa hiyo nchi, ila alichokuwa anakitaka Mungu ni kwamba waone kwamba sio kwa uwezo wao, bali ni kwa uwezo wake ndo wataweza kuchukua ile nchi, ili washuke kwake, waweze kumtegemea kwao Mungu aliwatuma wa waone waonje kile kitu ambacho Mungu alikuwa anataka awapatie, lakini tayari Mungu alikuwa alishawapatia. Alichokuwa anakitaka ni eh, wasimsahau Mungu eh, waende kule wasimsahau Mungu, waweze kumtegemea ili Mungu aweze kuwapa, bali sio wao wenyewe. kwa Mungu alichokuwa anataka sio waende kule watishike, ila Mungu alitaka waonyeshe kwamba sio kwa uwezo wao bali kwa uwezo wake. kwa kuna mambo mengi sisi kama Wakristo ambayo Mungu tayari alishatupatia lakini katikati ya ile kutupatia tunakutana na changamoto mbalimbali mbali ambazo Mungu si kwamba anataka atunyanganye kile ambacho ametupatia, au Mungu anataka atuonyeshe kwamba si cha kwetu, bali Mungu anachotaka tunyenyekee kwake, aweze kutusaidia tuweze kukichukua, kwa sababu Mungu ambaye tunatembea naye, tabia yake kubwa, hawezi akatuonyesha kitu ambacho sio cha kwetu. Namba mbili ni kwamba wote waliokuwa wamechaguliwa walikuwa ni vichwa au watu waliokuwa na sifa zaidi ya wengine wote katika kila kabila walitarajiwa zaidi hawa watu waliochaguliwa kuonekana kumuelewa zaidi Mungu kuliko wale watu wengine. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba waliokuwa wameenda na waliokuwa wameingiwa na uoga usio wa kawaida hawakuwa tu kwamba ni watu wa kawaida katika yale makabila, walikuwa ni viongozi wakubwa. Leo hii tungesema, wangekuwa ndo watumishi viongozi wa kanisa waliokuwa wakitarajiwa kwamba wao wawe na ripoti nzuri kuhusiana na Mungu, lakini cha kushangaza hawa watu wanarudi wakiwa na woga usio wa kawaida. Kama viongozi wakiwa na woga wa namna hii, unaweza ukajiuliza, wale watu wengine woga walioupata kulingana na hii ripoti ilikuwa ni ya namna gani kwao? Tunaona kwamba katika hili kundi la watu kumi na mbili, watu wanarudi wametetemeka kabisa kabisa na uoga umewaingia, kwa sababu badala ya kumtizama ukuu wa Mungu walitizama ukuu wa shida waliokuwa wanakutana nayo, kwa hiyo walishindwa kabisa kuziona faida za Mungu waliokuwa wanatembea naye, pamoja na kwamba Mungu alikuwa amejifunua kwao kwa, kwa, kwa viwango vikubwa katika kila changamoto ambayo walikuwa wanaipitia. Kwa hili jambo liko hivyo hivyo katika wakristo wengi wa leo, ambao tumezoea Mungu wa raha, Mungu wa starehe, Mungu ambaye muda wote tu anatupa mema, lakini tunapokuwa tunapitia majanga, shida tabu vikwazo, wengi wetu tunaonekana kujaa lawama. Wengi wetu tunaonekana kusifia zaidi na kuipa utukufu shida ambayo tumekutana nayo kuliko Mungu, vile ambavyo anaweza akatusaidia na akatupitisha. Kwa hiyo basi tuende tukasome, kama nilivyosema, tutakuwa tunasoma vifungu vya Biblia kidogo kwa kurukaruka, ili tuweze kuelewa zaidi. Biblia inasema kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli, katika kabila ya baba zao mtatuma mtu mmoja, kila mtu awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana, wote walikuwa ni watu waliokuwa vichwa vya wana wa Israeli. Kwa hiyo nafikiri hapa nimewaambia kabisa kwamba wote waliokuwa wametumwa walikuwa ni vichwa, na sio kwamba wao wenyewe walijipeleka, lakini ilikuwa ni Mungu ndiye alokuwa amewatuma kwa hiyo wao kama viongozi na vichwa. Ilipasa waelewe kwa nini Mungu amewatuma kule, na ilipasa wamwamini Mungu kwa sababu huyu Mungu tangia safari wakitoka Misri amekuwa akitembea nao, na hakuna sehemu ambapo alikuwa amewaangusha. Lakini tofauti ni kwamba hawa waliondoka wakiwa vizuri, lakini baada ya kufika na kuona ile nchi yenyewe wakakubali kwamba ile nchi ni nzuri, lakini ile nchi ikawa na changamoto badala ya kumwona Mungu ambao walikuwa wamewatuma wakaona changamoto ambazo walikuwa nazo, matokeo yake wakavunjika moyo na hofu ikawaingia. Kwao hawa watu walipewa kazi ya kufanya na mambo ya kuangalia ili waweze kutoa ripoti. Biblia inasema Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanani, akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkatazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au ni dhaifu kwamba ni wachache au ni wengi, na nchi wanayoikaa, kwamba ni njema au ni mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome; nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ni ya njaa, kwamba ina misitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa ni wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu aliwatuma kule akiwa amewapa papas akiwa amewapa purpose. Tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu anayetembea na malengo, na mara nyingi Mungu anapokuwa amekutuma ufanye jambo lolote, basi kuna jambo ambalo ameilenga ndani yake, na mara nyingi lile jambo linakuwa ni la faida. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu hapa alikuwa amewaagiza kwamba wakaipeleleze nchi, wakaone watu ni wa namna gani, wakaone majengo, wakaone matunda, kisha walete ripoti pengine ilikuwa ni kwa ajili ya kuwatiwa moyo wale wengine waliokuwa wanatembea nao kwamba kile Mungu alichokuwa amewaahidi na kuwaambia kwamba ni cha kweli. Ukisoma hiki hiki kitabu cha Hesabu kuna mstari unasema kwamba Mungu sio mwanadamu aseme uongo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Mungu akiwa amekuahidi ndani ya maisha yako kama Mkristo, jitahidi sana kutembea pamoja na imani, ukiamini kwamba kile ambacho Mungu amekuambia ndicho cha kweli. Watu watakuangusha watu watakubishia watu watakugeuka, lakini Mungu wetu hajawahi kubadilisha kauli. Kwa hapa, Mungu aliwaambia kuna nchi amewaandalia, na kweli walivyofika, Mungu akaamua waonyeshe ile nchi ambayo amewaandalia. Lakini cha ajabu, wanavyofika kule wanaona changamoto, wanasahau kauli na maneno ya Mungu na uaminifu wa Mungu na ukuu wa Mungu aliyekuwa amewatuma. Tunaendelea, ni kwamba wote walitizama nchi wote kumi na mbili waliitazama nchi lakini ripoti ya wengi ilikuwa mbaya na wawili ilikuwa nzuri ambayo ilikuwa inatia moyo. Tunaona kwamba yawezekana kweli nyote mpo kanisani, lakini ushuhuda wenu ukawa wa tofauti kuhusiana na Mungu. Kuwa kanisa moja, kuwa na huduma moja haimaanishi nyote mmemwelewa Mungu kwa kiwango kimoja. Kwa Mungu anam, anamfahamu Mungu, anamtumia kila mmoja kulingana na kiwango chake ambacho anamfahamu kama hawa vijana tunaona walikuwa vijana kumi na mbili, lakini kumi wakaja na ripoti mbaya na wawili wakaja na ripoti nzuri. Walitumwa wote, waliagizwa wote, walienda wote, waliona nchi wote, lakini katika ripoti kukawa na utofauti. Ina maana kila mmoja alitoa ripoti kulingana na mtizamo aliyokuwa nao, moja wa nchi, mbili wa Mungu aliyokuwa amewatuma kwa hiyo wale wote moja, mtizamo wa Mungu aliokuwa amewatuma, wakamuona Mungu hawezi kuwasaidia katika lile changamoto waliokutana nayo, yale madude makubwa waliokutana nayo. Mbili, wakaona kwamba wao wenyewe hawawezi kutoboa, kwa wakaja na ripoti kwamba kile walichokiona ni kweli, nchi ni nzuri, lakini kuipata ile nchi itakuwa ni kazi. Lakini wawili, moja, wakamkumbuka Mungu waliokuwa wanatembea naye kwamba ni Mungu wa ushindi. Namba mbili, wakaona shida waliokuwa nayo pale, changamoto kwamba hizo ni ndogo mbele ya Mungu wao anaweza haka zitatua. Kwa hiyo tunaona ripoti zikawa tofauti, ambapo hapo ndo tunapata somo letu ambalo linasema faida za kumjua Mungu ambaye tunatembea naye. kwa Biblia inaendelea wanasema, wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku arobaini wakaenda wakafika kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi, wakawaletea habari nao wa mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari na miji yao ina maboma, nao ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliona wana wa anaki huko. Amereki anakaa katika nchi ya Negebu, na muhiti na myebusi na mwamori wanakaa katika mlima, na mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele za Musa akasema, tupande mara tukaitamaraki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tukapigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakisema, ile nchi tuliyopita katika kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowara watu wanaokaa na watu wote waliomo ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wana wa Anaki waliotoka kwao Wanefili, tukajiona sisi nafsi zetu kama mapanzi, ndivyo tulivyojiona sisi. Kwa hiyo tunaona kwamba katika kutoa hii ripoti hawa watu kumi wakatoa ripoti mbaya, wakashindwa kumwelewa Mungu waliokuwa wanatembea naye ni mwanamna gani wakashindwa kuelewa sababu iliyomfanya Mungu kuwatuma kule ilikuwa ni sababu gani. Wakashindwa kujielewa wao walikuwa ni kina nani katika yale makabila waliokuwa wametoka, na wakaona ukubwa wa shida badala ya kuona ukubwa wa Mungu. Lakini tofauti ya wale watu wawili ambao ni Kalebu pamoja na Yoshua, tunaona wao wakawa na mtizamo wa kitofauti kwa sababu inaonekana walimfahamu Mungu waliokuwa wanatembea naye, Mungu ambaye walitoka naye Misri, akawaongoza kwa wingu mchana akawaongoza kwa wingu la moto usiku, akawatendea miujiza. Kalebu na Yoshua wanasema kwamba twende, maana tunaweza kushinda. Ina maana walimwelewa Mungu wanaotembea naye ni wa kiwango gani. Basi, mpendwa wa msikilizaji, tulikuwa tumeanza na utangulizi ili uweze kuelewa somo letu bakgraundi yake imetokea e, ime sehemu gani, kwamba watu kumi na mbili wanatumwa lakini kumi wanaonekana hawaelewi Mungu ambaye wanatembea naye, ambao huo ndio uhalisia na ukweli hasa katika Ukristo, hasa katika Ukristo wa siku hizi wengi imeonekana Mungu ambaye tunatembea naye hatumjui, wala hatuelewi viwango ambavyo huyu Mungu yuko navyo. Kwa hiyo mara nyingi tunaonekana tunampenda Mungu na kumshangilia anapokuwa anafanya mambo makubwa ndani ya maisha yetu, lakini tunapokuwa tunakutana na vikwazo na majaribu makubwa inaonekana tunasahau kiwango ambacho Mungu yuko nacho, tunasahau uwezo mkubwa wa Mungu wetu wa kuweza kutupitisha katika mambo makubwa ambayo Mungu mwenyewe ametupeleka ili tuweze kujifunza ukuu na ukubwa wake. Basi endelea kukaa pamoja na mimi katika hii sesheni ya kwanza ya utangulizi, ambapo tutazungumzia faida mbili, theni faida tatu tutazungumzia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ili uweze kubarikiwa. Basi faida ya kwanza ya kumjua Mungu ambaye tunatembea naye ni kwamba utaona fursa katika changamoto au kikwazo unachopitia, maana Mungu akikutuma eneo lolote atakupigania. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kwamba utaona fursa katika changamoto au kikwazo unachopitia, kwa maana Mungu akikutuma atakupigania, sababu macho yako ya kiroho yanakupa uwezo wa kuona tofauti na wengine. Kalebu na Yoshua waliona eneo la kawaida na watu ambao wana uwezo wa kuwashinda kirahisi na kuchukua nchi lakini tunaona kwamba wale wengine kumi macho yao yalikuwa yanaona changamoto katikati ya fursa. Waliona majitu ni makubwa ambayo uwezo wao hawawezi kushinda. Kwa ufupi walikuwa vipofu kabisa wa rohoni, wakifikiri kibinadamu, pia walimpa Mungu uwezo wa kibinadamu. Usipomjua Mungu unayetembea naye hautaweza kushinda vikwazo vikubwa. Tunashinda sio kwa uwezo wetu bali kwa uwezo wa Mungu kwa sababu Mungu sio mwanadamu. Basi katika Biblia tunaona baadhi ya watu ambao waliweza kuona tofauti au tunasema kwamba waliweza kuona fursa katikati ya changamoto kwa sababu waliweza kumtambua Mungu waliokuwa wanatembea naye ni wanamna gani. Tunaona kwamba Daudi alimjua Mungu aliyekuwa anatembea naye na ndio maana aliweza kumpiga e, Goriati katikati ya watu ambao ni jeshi kubwa la Sauli na wenzie ambao walikuwa wameona kwamba ni changamoto wakaogopa. Ukisoma Samueli wa kwanza kumi na saba mstari wa thelathini na nne mpaka wa thelathini na saba tunaona vijana watatu Shadrack, Meshack pamoja na Abednego walimjua Mungu aliyetembea naye. Ukisoma Danieli tatu pale kuanzia mstari wa thelathini na nne mpaka wa thelathini na saba tunaona vijana hawa watatu wanakataa kusujudu mbele ya mfalme Nebukadnezar, wanasema Mungu sisi ambaye tunajua, na huyu Mungu ambaye tunatembea naye atatuokoa, lakini hata kama asipotuokoa sisi, hatuwezi tukasujudu miungu yako, maana tunamjua huyu Mungu ambaye tuna kwa hiyo katika maisha yako hautawahi kusujudu kwa waganga, kwa wachawi, kwa manabii wa uongo, kwa chumvi, kwa mafuta na mambo mengine yote ya kitapeli, kwa sababu Mungu ambaye unatembea naye unamfahamu. Na ndio maana unaona vijana hawa watatu walijaribu kushawishiwa sana na mfalme Nebukadnezar, lakini waligoma. Tunaona Danieli katika shimo la simba kwamba walikuwa wamepiga marufuku kwamba maombi yasifanyike katika nchi ya Baberi, lakini Danieli hakuleta mazingira wala changamoto aliyokuwa anapitia ibadilishe tabia yake ya kuomba na kuutafuta uso wa Mungu. Hata alivyoingia katika shimo la simba, tunaona Danieli hakuwa hana malalamiko yoyote, kwa sababu alikuwa amemjua Mungu ambaye anatembea naye. Ukisoma kitabu cha Samueli utakutana na habari za Yonathani pamoja na mbeba silaha wake. Yonathani anaenda kupiga E, anaenda kupiga kambi ya Wafilisti ambapo Waisraeli wanaonekana walikuwa wametaka kuzidiwa, lakini yeye na mbeba silaha wake peke yao wakiwa wawili wanaitikisa kambi ya adui kwa sababu walijua kwamba Mungu ambaye wanatembea naye anaweza akawapa ushindi. Tunaona pia Yesu Kristo aliona fursa katika mateso yake. E, alikataliwa akakubali kufa, akakubali kudhiakiwa, kwa sababu alijua kupitia mateso na kupitia msalaba wake ndio anaweza akaleta uokovu kwa mwanadamu kwa tunaona katika Biblia ni mifano hiyo michache, nimejaribu kuitoa, lakini utaona kwamba kila aliyeweza kutembea na Mungu kwa viwango vikubwa katika Biblia alionekana kumwelewa Mungu anayetembea naye ni wa namna gani. Kwa hiyo, kwa kuhitimisha hii sehemu ya kwanza, tunasema kwamba ukimwelewa Mungu unafungua macho yako ya kiroho kuona tofauti na wengine wanavyoona. Elisha aliona tofauti na mtumishi wake Gehazi katikati ya ya vita ambapo jeshi kubwa lilikuwa limewazunguka. Tunamwona Gehazi anaogopa na kutetemeka, lakini Erisha anamwambia Mungu amfungue macho mtumishi wake Gehazi. Gehazi anafunguliwa anaona jeshi kubwa la malaika likiwa limewazunguka. Kwa hiyo mwisho wa siku, Gehazi kwa sababu alikuwa na upofu wa macho ya kiroho, aliishia kuwa ni storyteller aliishia kuwa na ukoma. Kwa hiyo macho yako ya kiroho yanafunguka pale unapokuwa umemwelewa Mungu unayetembea naye ni nani, na katikati ya changamoto unayopitia, katikati ya majonzi, katikati ya kukataliwa, katikati ya magonjwa, utaona fursa badara ya changamoto hivyo, utazidi kumkimbilia Mungu aweze kukushindia na utaona ushindi. Basi tukutane katika sehemu yetu ya pili, ambapo tutakwenda kuzungumzia sababu nyingine tatu au faida nyingine tatu za kumwelewa Mungu ambaye tunatembea naye. Ubarikiwe sana, asante uh, kwa kusikiliza na ubarikiwe. Usiache kusubscribe na kuraiki katika chaneli yetu ya Afya na Injili Online TV na uweze kubarikiwa sana, amen.